Na moja kwa moja kutoka CFM, kituo namba moja cha matangazo. Mimi ni Awadhi Omari Kaniki, reporter wa habari za mikoani. Karibu kwenye mzingo wa habari. Tulionayo jioni hii ni pamoja na timu ya manajementi ya halmashauri ya jiji la Dodoma imefanya ziara ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo katika shule mbalimbali zilizopo kwa jiji hilo waziri wa maendeleo ejinsi na malum Gojima ya jamii jinsia wanawake na makundi maalum dr Dorothy Gwajima ametoa ahadi ya kuendeleza ushirikiano na mabaraza ya wazee nchini Tanzania na Afrika, utasikia Umoja wa Mataifa umesema kuwa una wasiwasi mkuu mkubwa na idadi ya watu wanaokimbia machafuko kaskazini mwa Msumbiji, kimataifa utasikia rais Emmanuel Macron anaelekea China kwa ziara ya siku tatu inayolenga biashara na mazungumzo ya kidiplomasia. Mimi ni Awadhi Omari Kaniki, ripota wa habari za mikoani. Mzingo wa habari, tunaanza na habari za kitaifa.